Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Rais, kuna wakati nikikutizama na kufananisha na uwaridi. Kuna kesi ya uwaridi wakati linashindana uzuri na maua mengine, watu walikosa sifa mbaya ya waridi wakasema, waridi lina miiba na hivyo lisipewe tuzo la kuwa ua zuri. Mheshimiwa Rais, wewe ni ua zuri sana na waridi wakati linajitetea, baada ya kuambiwa lina miiba, likachukua changamoto zile kama fursa likasema miiba hii inasaidia kulinda uzuri, dhamira ya dhati, nia ya dhati ya moyoni mwangu kwa wale wanataka kuiharibu na kuona kwamba hakuna kazi inayofanyika. Mheshimiwa Rais, wewe kama waridi, unayo miiba ambayo ni sheria nzuri kanuni, taratibu, mila na desturi, ambazo pale ulipotaka kuonyesha waridi lako kwa kuweka 4R walipotaka kukuchokoza waliishia kwenye mikono ya sheria. Wewe kama ua zuri ulipotaka kuweka demokrasia na uwanja sawa wa siasa, wale ndugu zangu niliokuwa nao walipotaka kukuchokoza, uliwaambia mtakutana na miiba kabla hamjaliharibu waridi, leo hii wako kwenye mikono ya sheria, wanalia wameonewa. Wewe ni uwaridi zuri kwa Tanzania. Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.